Okay, wadau, sasa somo hili kwa part ambayo kimsingi unatengeneza mfumo mpaka una work. Kumbuka hapa hatujafanya na nourishment, hatuja la uh, hatuja clean errors, hatuja uh, upendezesha vile tunavyotaka koo. Nimefanya hivi kama skeleton tu kwa sababu kila mtu ana idea yake namna ya kufanya mfumo uonekane, namna kunavigate mfumo. Uh, ukishakuwa na buttons nyingi, then utakuja hapa sehemu hii, utakwenda kwenye option, ama tu kwa kifupi, utabofya alternative t halafu o. Utafunguka hapa, utakuja kwenye advanced, na kwa siku utakuja utatafuta sehemu pameandikwa show sheet tabs, utaweka kuweka mute pale, halafu utaona huku chini sheet tabs hazionekani, so utakuna navigate kwa kutumia uh, kwa kutumia buttons. So hii inakupa feeling zaidi uh, ionekane something like a program, lakini unapofanya development ya mfumo kama hivi, it's better ukawa una sheet tabs zikusaidie uweze kufanya kazi kiurahisi zaidi. So kwa leo nitakwenda kufinalize, nitakwenda kufinalize kwa sababu somo la kutumia formula it's likely linaishia hapa for the basic idea, lakini bado for the complex and the most complex and most ideas, unatumia idea hizi hizi, ila unatanua tu mawazo na kuunganisha formula mbalimbali kuweza mbali, kutengeneza mifumo mbalimbali kwa level yoyote na kwa ngazi yoyote, mifumo ya joint, mfumo mmoja ambao unaweza ukacontrol mkoa mzima, mfumo mmoja unaweza ukacontrol mikoa zaidi ya miwili mitatu. So ni formula hizi hizi na, ni complex combination ya formulas, lakini pia kwa msaada wa VBA codes. Uh, kwa upande wa VBA codes nitakuwa na provide uh, tunasema uh, uh, uh, a user aid a user aid codes ambazo kimsingi unapachezi kutoka kwangu, nikupatia hizo code wewe, kilani forms zinajitengeneza zenyewe utajua ku utakuta kuna form nyingi sana zinatokea. Kuna form zinatokea, zinapendezesha, zinaweza zika taarifa yoyote ile kwa urahisi kabisa. Hizo zote ni forms zinazotengeneza automatic kama anavyofanya a kwa kurekodi ama kwa kuandika. Lakini zipo, form, zipo codes, ambazo zitakutengenezea forms mbalimbali. So ya yeah, ninachokizungumza ni kama hiki kitu hapa ambacho kinapatikana kwenye hii data entry page. Unaweza ukaona kuna hili eneo hapa, kuna kuweza kuadi kuna hii buttons hapa nikitumia inafunguka form kama hivi, very automatic, very automatic. Serial number labda nataka ni sajili mtoto kumi na tano, and then jinsia yake awe ni me s yes. Jina lake liwe ni m labda yes, alafu jinsia m na awe mkondo labda a, na somo la hisabati awe amepata labda sasa amepata, uh, amepata I mean, labda 45, alafu Kiswahili amepata 34, English amepata 45, science amepata, uh, sorry, maadili amepata hiyo hapo, maarifa jamii amepata hiyo hapo, na michezo amepata labda 50. So nikifanya hivi, nikigonga enter, taarifa zangu automatically kabisa zitakuja zingie hapo wapo. Utataka kwenda ku-edit au utataka kwenda ku-edit hapa, tayari naweza ku-edit tu mtoto moja kwa moja taarifa zake na uka-update. Kwa mfano hapa nimepata labda hamsini kwenye maarifa ya jamii hapa, kumbuka eh, hapa hapa hamsini, tukisave naweza kuona hamsini imetokea. So yeah that is how tunaweza tuka tunaweza kufanya. Okay, so, kufanya kwa upote pale unapokwenda, hii editing buttons inatokea, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuweza kumbadilishia mtoto maksi zake. Very simple sana, very simple, very simple simple. Ee, kama hiyo hapo ni nyingine kabisa, najitegemea haipo kwenye package ya uh, series hii ya kwanza, namna kujifunza fumo yeah, so for today, na tamani niende tukatengeneze SMSs za kutuma kwenda kwa wazazi and that will be the very last lesson for this session. Hapa tutaanzisha sheet mpya na tutarename hiyo sheet, tutaandika sheet yetu SMS uh, to parent, tutaandika labda hivyo tutakachokifanya cha kuzingatia hizi za hiyo ya kwanza kabisa, hii ndio iwe imebeba header kwa hi, mfano hapa pawe ni namba, halafu hapa pawe ni student name, alafu row inayofuata iwe ni parent. iwe ni sex, sio muhimu but yes, sex row inaofuata iwe ni parent No, no, no. Parent number yes, na lakini pia sms, sms to parent tuandike hivi, na row inayofuata hapa iwe ni counter. Counter hii tatuhesabia, la labda tunataka tuzidishe idadi fulani ya, ya, ya, ya, ya, ya herufi kwa kufidia ni kwamba sio ndefu sana. Tutaona kwenye kaunta, kuna formula tutaiweka hapo. Kwa eneo hili, ni header yetu kama kawaida, tuta customize we choose our best color for us. Yes, let us use this one yes, this one. Tutumia hiyo hapo and then sasa, kama ilivyo kwenye sheet nyingine tulipofanya, tukienda kwenye zile kodi zetu, tukakopi tukopi zile kodi zetu ambazo mkeka utajitanua wenyewe automatic kabisa fit. Tuje sehemu ya SMS tufungue sehemu ya code. Yes, na tutapesti kodi zetu kama hivi so kila tutakapoandika basi taweza kujisqueeze kama hivyo, kama ilivyoweza kuona imekaa bila shida. So sehemu hii namba tuta reference kila kitu kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mkeka ama sehemu ya matokeo whatever, tuweze ku reference hata hapa ya, tuchukue hapo kama namba. Alafu hii tunaweza tukaivuta mpaka kwenye sex. I mean vitu vinafuatana hivi. As you can see, imeshaingia pale safi kabisa so hapa tuna kazi ya kuandika sasa SMSs to parent. Na ile SMSs zetu zisomeke vizuri, basi tutatanua hii mistari iwe mipana kidogo, design kama hii hapa, na tutaweza kuleta hadi hapa. Uzuri ni kwamba inaji-squeeze, kwa tutakapoweka message, basi sms hiyo itaweza kujia vizuri kabisa, and then something better tuje tuweke hivi yeah hivi kaan kama hapa haya. So hapa tunaandika labda namba ya simu, na hapa ni vizuri kama tutaweka format ya tuweke kama text hapa. Tunaingia kwenye formatting hapa, ae, format cell, tunakuja hapa tuweke kama text. Kwa nini tuweke text? Kwa, kwa sababu tunataka tunapoanza na jumlisha 25 halafu, namba ya mtu inafuata pale, iwe inakaa e, iwe inakaa kama hivi, so haisumbui. Ukiandika nje na hapo, sometimes program drpgamboo tutaitumia tuta, kutuma message huwa ina delay, so from there ther, sasa tunasema sawa sawa, tunaanza na sawasawa, tunaweka fungua semi, tunaweka mzazi. Tunasema kwanza kwanza tukasema habari tuweke kama salamu, okay. Habari mzazi tuweke au mlezi wa tunaweka na space dog. Alafu sasa mzazi au mlezi ni nani wa huyu hapa. So yeah. Hapa kwanza na sawa sawa, basi haikusoma kama formulas. Yes, tumeanza nayo yeah. Tuweke mzazi au mrezi wa tuweke end, before going there, tuweke end, alafu tunagusa hapo mzazi wa nane tuweke enter, naweza tukaona tayari inasomea na ili tusomea sawa sawa, kabla ya ya tuta finalize baadaye naweza kuna habari mzazi au mrezi wa Jafari Ali hiyo hapo. So tunaendelea kuitengeneza, saa hii message yetu tunaweka tena end, alafu tunaweka fungua semi, tunasema tunaacha nafasi, tunasema tena tuweke koma, tuache nafasi, tunasema uh, pokea matokeo. Pokea unaweza kukaandika vyovyote vile nawaza tu hapa, pokea matokeo matokeo ya mtihani mtihani, labda watu kwa tumeshaweka heda zetu, tuta reference kwenye heda yoyote ile. Kwa hiyo hapa mimi nitaandika kama mtihani wa midterm, nusu muhula. Nusu muhula. Pokea matokeo nusu muhula kama ifuatavyo kama ifuatavyo. Isiku tutaweka pale space, tutaweka hiyo tutaweka end. Haya sasa, hapa tunaenda kureference kwenye mkeka, kwenye sehemu ya matokeo, tunaweka hapa, tunagonga pale and then tunaandika end, tunaweka fungua semi, tunaruka nafasi no, tunaweka koma, tunaruka nafasi Alafu tutasema sawa na uh, wastani wa, yeah, sawa na wastani wa, tunaweka pale, tunaweka hiyo, tunaweka endi. Kwa hiyo tunakwenda tena kwenye matokeo, sawa na wastani uh, sasa hapa hajaweka, hatujaweka wa, wastani. Kwa hiyo tuseme sawa na jumla, yeah, tuweke sawa na jumla, sawa na jumla sawa na jumla ya sawa na jumla ya ko tumeshika n sawa na jumla ya hiyo hapo. Ehe, okay, amepata hapa. Tuanze na neno amepata, hivyo tuseme hivyo amepata jumla ya alama alama ambazo sasa zitakuwa zimesha referensiwa hapo, ambazo ni hapa, jumla ya alama hizo hapo. Kwa hiyo tutaweka end, tutafungua semi, tutasema sawa na daraja, sawa na daraja, tutaweka tutaweka end, alafu tutaweka daraja, tutagusa pale sehemu yenye daraja, daraja sawa na daraja hilo hapo tukishafanya hivyo, tunaweka end tunafunga semi nukta, alafu kusema labda asante, tunafunga semi kwa mpaka hapo, message yetu itakuwa imesha kamilika. Kama unavyoweza ukaona hapa e, imesha kwenda mbali kabisa, ipo urefu sana huko, kwa unaweza tukai customize iwe inafanya wrapping n kama tunaruhusu fanya wrapping na tumia, tutaileta hivi maybe like this na tutatunisha, tutatanua hapa hivi ili tokee yote k naeza kaona tayari, meseji yetu inasomeka vizuri kwamba habari mzazi, um, wa mrezi Jafari ali pokea matokeo ya mtihani wa nusu muhula kama ifuatavyo kisabati si kiswahili eh, english si science si. Au masomo yote anataja pale kiwapo hivyo eh, amepata. Naeza tukarekebisha neno letu hivyo, mm hapa -hmm. Eh, hivyo hivyo tunasema hivyo amepata jumla ya alama mia mbili na kumi, sawa na daraja B. Asante kwa hivyo kuona tayari message hii imeshaandaliwa na tukifanya hivi tukavuta kwenda chini, watoto wetu wote wale wenye matokeo basi uh, matokeo yao yatatokea hapa. Kwa hiyo kazi yako takuwa unaandika namba, ama kama kuna sheet ya kusajili wanafunzi wako umeweka sehemu ya kuandika namba, so uta reference moja kwa moja kutoka kule. Baada ya hapa, hii kazi inakuwa ya message imekwisha. Hizi message ziko tayari kwa ajili ya kutumwa kwenda kwa nani, mzazi. Sasa, cha msingi hapa nataka mimi ni export. Ni export. Nita, nitakuja sehemu ya move and copy, kwa mimi nita copy, nitakuja sehemu yetu book, alafu new, uh, new nitaweka okay. Tayari iko pale, na nikitaka kusave itaniomba, labda nita save mimi kwenye desktop na nitaandika hapa SMS. Baada ya hapo inakuwa iko Okay, inaniambia kuna macros, features na nini. Naweza nikaziruhusu tu ziweze kupotea kwa sababu haitakuwa na tabu. So nimeshamaliza na tayari nimeshamaliza kuandika SMS zetu kwenye mfumo wangu. Kwa hiyo utakachokuja kufanya hapa ni na deal na hili file lenye nimeli export hapa lenye, lenye SMS zangu hili ambapo naweza nikaendelea ku customize pia, sio mbaya lakini liko automatic, naona liko automatic na, na message zinaonekana no, hapa takachokifanya hapa mimi nikuja kufungua program ambayo sasa ni maalum kwa ajili ya kutumia message, inaitwa DRPU bulk messaging. Nikifungua hivi, nitakuwa nimesha connect na simu yangu. Nitaskani hapa, simu itasomwa, mwisho wa siku nitakuja nitaiona simu yangu hapa. Kwa hiyo ili tuweze kutuma message, unakuja sehemu ya kusend unique or personalized sms to every contact using excel ukifungua hapa moja kwa moja usimesp naenda continue then the path. tafuta the path ya ya sms zilipo kontena kwenye desktop. Nimefungua folder langu na file wapo sms, then uta select sheet shiti nobeba phone number hapa, ambayo ni sms to parent, ndio sheet yetu tengeneza Then utaselect column inayobeba no, namba ya simu ambao kimsingi ukiangalia utaka kumeandikwa parent number, na utaangalia sehemu pameandikwa message ambao kimsingi tumesema uh, SMS to, SMS to parent hapa. Kwa hiyo nikifinish basi mfumo utachota message zote zimeshaingia kwenye, kwenye system yangu ya kutumia message. Kwa moja kwa moja hapa nitakuja nibofie Send, kwa itaweza kusendi kwenye simu hiyo ambayo iko connected na wazazi, watapata sms zote at a time. Thanks for following us, karibu tuwe pamoja zaidi. Kuna sehemu ambayo tulisema inaitwa counter. Hii counter ni sehemu ya kuhesabia ya maneno yaliyopo kwenye sms yako. Kwa hiyo utasema len kule ndani kwenye mfumo utaandika neno len, alafu utagusa hapo kisha utafunga mabano yenyewe, itakupatia ni karakta ngapi umeziandika kwa kila SMS, kwa itaweza kukadiria ni message ngapi zipo kwa kila SMS uh, ulioiandika. Thank you very much, keep going on and following us in our channel uh,